Kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amebaini kuwa maandamano ya tarehe 25 Juni mwaka huu ya kuwakumbuka waliofariki katika maandamano ya mwaka jana Juni tarehe 25, yaliingililiwa na wahuni waliotekeleza uharibifu wa mali ya Wakenya. Askofu Mkuu akiwashtumu wale wanaochochea maandamano katika mitandao ya kijamii akisema kinaya ni kwamba wengi wao hawakuhudhuria maandamano hayo baada ya kuwachochea Wakenya. Amezungumza haya katika ibada maalum ya kuweka wakfu na kufungua rasmi kanisa la ABC Kavilinguni, eneo bunge la Kangundo, kaunti ya Machakos, huku athari za maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja baada ya maandamano ya kupinga mswada wa fedha yakizidi kuonekana nchini. <totipos> Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika mashariki ya kati, kusini na Finland Dr. Timothy Ndambuki amebaini kuwa maandamano hayo yaliingiliwa na wahuni waliotekeleza uharibifu wa mali ya Wakenya. ni j ikinembola miaijak ie ndoma siasa ina nundosio inanena awasha waguikakasaa lakini kile kile yu kaukoloikilendi e mundualkiliasautakokela Askofu mkuu akiwashutumu wale wanaochochea maandamano katika mitandao ya kijamii akitaja kuwa wengi wao hawahudhurii maandamano wenyewe baada ya kuyachochea a mitandoni mainganisya s ne mtkwvivkys a ngait wawwnwkwk Kiongozi huyu amewapa risala za rambirambi familia zilizopoteza wapendwa wao katika maandamano hayo na wale waliojeruhiwa, ikiwemo maafisa wa polisi pamoja na Wakenya walioharibiwa mali as much as na kutokana na mzozo wa ardhi unaozidi kushuhudiwa eneo la Mavoko kaunti ya Machakos, askofu mkuu amewahakikishia suluhu la mzozo huo, kwani ilikuwa miongoni mwa maslahi yaliyowasilishwa na muungano wa makanisa ukambani kwa Rais William Ruto. Amezungumza haya katika ibada maalum ya kuweka wakfu na kufungua rasmi kanisa la ABC Kavilinguni, eneo bunge la Kathiani, kaunti ya Machakos.

2025. Amen. Isaac Musyoka, Undugu TV.